Ni kikao cha Baraza la Vyama vya Siasa nchini, kikao ambacho wajumbe ni wanachama wa vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu kutoka Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa nchini. Baada ya kikao hicho, baadhi ya wajumbe walihoji uamuzi wa ACT Wazalendo na kuendelea kusisitiza umuhimu wa Baraza hilo kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu 2025 na jambo lingine ambalo tumeli tumejadiliana kimsingi ni matamko ambayo yanatolewa na baadhi ya vyama vya siasa kwa ajili ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu kimsingi, wote tunahitaji amani na utulivu. Tuna tunaviangalia tuna vyama ambavyo vinatoa matamko ambayo hayastahili kuelekea uchaguzi mkuu. Mfano, kuna matamko ambayo ametoka, lakini pia tunaviangalia vyama ambavyo vinapuuza harakati za baraza la vyama vya siasa. Baraza la Vyama vya Siasa, ndugu zangu waandishi na Watanzania, hiki ni chombo cha kisheria, chombo ambacho kimetungwa kwa sheria za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anakwenda kutweza au kudharau chombo ambacho kipo kisheria, sisi kama viongozi wa vyama vya siasa na Baraza la Vyama vya Siasa tunahakikisha kwamba tunamuonya ama tunamuelekeza au tunamfundisha namna ya ya kuweza kuweza kutoa matamko ya kuweza kuheshimu Baraza la Vyama. Juzi tumeona statement ambayo imetolewa na chama cha ACT Wazalendo kwamba hawatashiriki baraza la vyama vya siasa kwa sababu walizoziona wao ni kwamba baraza la vyama vya siasa halifanyi kazi stahili kwa ajili ya kuvisaidia vyama na kukuza demokrasia, kitu ambacho sisi kama wajumbe tunaona jambo hilo sio sawa. Kwa sababu gani? Kama mnakumbuka eh, hapo nyuma miaka mitano iliyopita vyama vya siasa vimewekewa wigo wa kufanya siasa hata kufanya vikao vya ndani unapata shida, ukifanya mikutano ya hadhara ndio shughuli umemaliza. Lakini kwa mchango mkubwa wa baraza la vyama vya siasa Tanzania, tumetengeneza hoja, tumetengeneza mashauriano na serikali, tumepeleka taarifa zetu serikalini, mijadala yetu imejadiliwa, mwisho wa siku serikali ikaamua kufungulia vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara pamoja na vikao vya ndani vya vyama vya siasa. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mafanikio ambayo yamefanyika ndani ya baraza la vyama vya siasa. Kwa hiyo ukiona chama au ukisikia chama kinazungumza kwamba baraza la vyama vya siasa halina maana yoyote katika kukuza demokrasia, maana yake wewe unatafuta njia nyingine ya kufanya siasa katika nchi yetu. Na niwaambie tu Watanzania, baraza la vyama vya siasa ndio chombo pekee chenye uwezo wa kuweza kuwasiliana na serikali kisiasa, lakini pia kuchukua maagizo ya serikali na kuyafanyia kazi kwa faida ya kukuza vyama vya siasa nilitaka niwashauri washauri wenzetu wa ACT wasikue kabla hawajafikia ule umri wanaoutaka, lakini wa, wakati wanataka kukua, warudi nyuma wafikirie, kwa nini wao leo wako pale. Baraza hili ambalo wanalidharau ACT, ndio baraza ambao limewafanya wao wawe kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar, kwa sababu e, ile serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar ni zao la baraza la vyama vya siasa leo wao wako kwenye serikali ile kwa zao la baraza, alafu leo wanatutusi. Ukisoma kwenye ule kipeperushi chao mstari wa pili inasema baraza lipo kutumika kuisaidia serikali, lakini wamesahau pia tulitumika kuwasaidia wao, kuwasaidia serikali, na wanakula keki kule Zanzibar, na ninyi mnafahamu. Lakini ukienda namba tatu pale kwenye barua yao wamesema hivi, baraza liliketi Dodoma likajadiliana na kuishauri TAMISEMI juu ya mwenendo mzuri sio, ni sio kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini serikali imepuuza. Na kazi ya baraza la vyama vya siasa ni kuishauri serikali kupitia msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo kumbe, wanajua baraza linatekeleza wajibu wake, ndio maana na wao kwenye paragrafu ya tatu ama namba tatu wameandika ule wajibu ambao tumekuwa tukiufanya, kama ambavyo tumefanya leo. Leo tumefanya tukavuta baraza, lakini pia tumeishauri serikali ili vyama viwe vya na ushindani ulio sawa Serikali ivisaidie vyama ruzuku ili vinyuke kwenye uchaguzi, viende vikafanye competition ambayo haitakuwa na maswali hapo kesho. Tumeona kwamba ni wajibu wetu sasa, uh, kutengeneza mazingira haya ya amani na utulivu ili sasa wote kwa pamoja tuweze kwenda uh, kama wadau lakini tunaendelea kuomba kwa serikali yetu, namna ambavyo itaviwezesha ita vyama vya siasa angalau kutoa ruzuku ili viweze kufanya kampeni, uh, kampeni zake kikamilifu. Lakini vile vile vile, kama vyama vikipata ruzuku vinaweza kuwahudumia mawakala ambao mawakala hawa ndio watakwenda kuthibitisha namna ambavyo uchaguzi huu umefanyika kwa hiyo, kama ambavyo nimesema, uh, sasa hivi kuna mazoezi yanaendelea ya andikishaji wa Watanzania wote wajitokeze kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kwa sababu tunaamini kabisa uchaguzi huu, ili uweze kuwa mpiga kura ni lazima uwe umejiandikisha. Kwa hiyo tufuate maelekezo ambayo yanatolewa ili tuweze kukidhi sifa na vigezo. Kwa upande wake mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa Juma Ali Hatibu akisoma maadhimio ya kikao hicho amesisitiza umuhimu wa kuheshimu katiba, sheria za nchi na maadili ya vyama vya siasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, Baraza la Vyama vya Siasa linakemea wanasiasa wanaotumia vibaya majukwaa ya kisiasa kwa kuhamasisha uvunjifu wa katiba na sheria za nchi na ukiukwaji wa maadili ya, na ukiukwaji wa maadili ya Kitanzania. Hivyo, baraza la vyama vya siasa linaviasa vyama vya siasa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za nchi, maadili na vyama vya siasa pia maadili ya, maadili ya uchaguzi na maadili mengine ya nchini. Tudumishe amani na utulivu na umoja wa kitaifa katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Ni imani yetu Baraza la Vyama vya Siasa, vyama vyote kumi na tisa vya siasa nchini vyenye usajili wa kudumu tutashiriki katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka huu, na ni imani yetu kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki. Na sisi kama viongozi wa kisiasa ni vyema tukatoa kampeni au hotuba zetu kwa lugha za staha zitakazozuia matusi, kejeli na kashfa. Kikao hicho cha baraza kilichoketi kwa muda wa siku mbili mkoani Morogoro kilihudhuriwa na vyama kumi na nane vya siasa kati ya kumi na tisa vilivyosajiliwa nchini, huku ACT Wazalendo kikiendelea kusimamia msimamo wake wa kutoshiriki. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.